Ndugu zangu waandishi wa habari, leo nimewaita hapa kwa mambo makuu matatu, ambayo kimsingi sisi kama chama tumeona tuweze kuzungumza na nyinyi ili muweze kupitia taaluma yenu muweze kuhabarisha umma na wananchi wetu wa mkoa wa Lindi waweze kufahamu kwamba nini kinaendelea. Jambo la kwanza ambalo ndio lengo mahususi la kuwaita hapa ni ziara ya katibu wa NEC itikadi na uenezi kaka yetu ndugu yetu comrade CPA Amos Makalla ambaye anatarajia kuzuru katika mkoa wetu wa Lindi siku ya tarehe kumi, kwa ziara maalumu ya kikazi. Comrade CPA Amos Makalla atawasili mkoa wa Lindi kupitia wilaya ya Kilwa, na kwa mujibu wa ratiba yetu ya mapokezi itakuwa kama ifuatavyo mapokezi ya katibu wa NEC idara ya itikadi uenezi na mafunzo yatafanyika pale eneo la Somanga katika jimbo la Kilwa Kaskazini majira ya saa tano asubuhi siku ya kesho tarehe kumi, na baada ya kupokelewa pale, kutakuwa na matukio ya kiitifaki ya chama, atavalishwa skafu, lakini pia ataweza kusalimia wananchi wa jimbo la, la, jimbo la Kilwa Kaskazini na wilaya ya Kilwa akiwa pale Somanga baada ya kusalimia wananchi pale, msafara wa katibu wa NEC itikadi uenezi, CPA Amos Makalla utaelekea katika eneo la Kilwa Masoko ambao ndiko makao makuu ya chama na serikali ya wilaya ya Kilwa. Pale katika Kilwa Masoko, katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo CPA Amos Makalla anatarajia kufanya mkutano mkubwa wa hadhara katika viwanja vya Mkapa Garden eneo la Kilwa Masoko kuanzia saa nane mchana mpaka saa kumi na moja jioni. Lakini sanjali na hilo kwa kuwa hii ni ziara ya kikazi na amekuja mkoa wa Lindi kwa lengo la kuja kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi, katibu wetu wa itikadi wenezi na mafunzo atapata pia fursa ya siku ya tarehe kumi na moja kufanya ziara maalum katika wilaya ya Liwale. Atakapofika pale Liwale kuanzia majira ya saa saba mchana, kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara utakaofanyika katika viwanja vya ujenzi wilayani Liwale lakini siku ya tarehe kumi na mbili katibu wetu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo anatarajia pia kufanya ziara wilayani na Chingwea. Atafanya mkutano wa hadhara pale na Chingwea mjini katika viwanja vya Mauridi na kisha kuelekea wilayani Ruangwa siku ya tarehe 13 mwezi wa 4 2025, katibu wetu wa NEC, itikadi na wama, na mafunzo Comrade CPA Amos Makalla anatarajia kufanya mkutano mkubwa wa ndani katika wilaya ya Ruangwa kuanzia saa nne asubuhi mpaka saa saba ya mchana, na baada ya mkutano ule atatoka moja kwa moja kuelekea wilaya ya Lindi mjini manispaa, ambapo sasa katika hapa mali wilaya yetu ya Lindi mjini manispaa Comrade CPA Amos Makalla anatarajia kufanya mkutano mkubwa wa hadhara katika eneo la Mnazi Mmoja ndani ya manispaa yetu ya Lindi kuanzia saa nane mpaka saa kumi na mbili jioni. Hivyo basi, kwa kutambua kwamba hii ni ziara kubwa, na ni kiongozi mkubwa ndani ya chama mwenye zamana kukisemea Chama cha Mapinduzi, mwenye zamana kueneza sera na itikadi za chama, anakuja mkoani kwetu na lengo mahususi lilikuwa kwa ajili ya ziara ya kichama, lakini pamoja na hilo, kiongozi wetu atapata fursa ya kuzungumza na wana CCM wananchi, wote kwa ujumla kujibu kero na maoni mbalimbali ambayo yatakaibulika katika mikutano yake, kwa sababu tunajua yule ni kiongozi wa kitaifa, na kiongozi wa kitaifa anapokuja siku zote katika kufanya eneo la mkutano lazima kuna mambo yanaweza akaibuka ya kisiasa, na kama kiongozi ambaye ana jukumu la kukisemea chama cha Mapinduzi, basi kwa nafasi yake anaweza akayajibu. Kuna mambo pale anaweza akatolea ufafanuzi na mengine kuchukua hatua stahiki, na hii ni fursa kubwa kwetu sana sisi mkoa wa Lindi kutembelewa na viongozi wa kitaifa hususani mjumbe wa kamati kuu anapokuja hapa mkoani kwetu Lindi, basi ana kila sababu ya kuchukua baadhi ya changamoto na yale mambo ambayo sisi kama chama mkoa tunaona kwa uwezo wetu yanakuwa yako juu kwa ngazi ya levo ya kitaifa, basi yeye anaweza akayachukua na kuyapeleka juu kabisa, kwa sababu anaingia kwenye vikao vikubwa vya maamuzi. Hivyo basi, niwaombe wananchi wa mkoa wa Lindi kwa umoja wao, natambua kwamba Lindi wanapenda wageni, lakini pia niwaombe waandishi wa habari na watu wote na wananchi wana CCM na watu wote kujitokeza kwa wingi kwenye mapokezi pale eneo la Somanga siku ya tarehe kumi kwa lengo la kumpokea mgeni wetu, lakini pia kwenda kushiriki katika maeneo yale yote ambayo atakayopitia kwa ajili ya kufanya mikutano ya hadhara, kukutana na makundi mbalimbali ya wananchi, kwa sababu chama cha Mapinduzi ndicho chama chenye zamana na ndicho chama ambacho kimeshika dola. Tuna haki na wajibu wa kutekeleza majukumu yale au changamoto zile ambazo wananchi wetu kwa maana moja hao nyingine wanatuagiza.